Tulikuwa na tani zaidi ya elfu ishirini lakini pia tulikuwa na roti mia moja na tisa kwenye magala yetu manane yaliyopo Ruangwa na Chingwea na Liwale. Sasa kwa niaba ya wakulima wenzetu, bei ya juu shilingi elfu mbili mia sita na kumi na bei ya chini shilingi elfu mbili mia nne na sitini Je, wakulima kwa, kwa bei hizo tulizoziona na tulizozisikia tunauza? Tuna tunauza korosho zote. Tunajitahidi kuendelea kusimamia ubora kuwa kwenye vyama vyetu, hususani kwa ushaji wa korosho ni muhimu sana. Ndugu zangu, tunajitahidi kusimamiana. Najua na Runali huwa sote tunafanya vizuri, kwa tuendeleze hiyo huku, tusimamiana kwenye <tune> sala ubora wa korosho bei hiyo imetokana na ushindani wa mtandaoni na ni halisi kwa kadiri mlivyoona. Kwa hivyo tunapokuwa tunapata bei nzuri, tufahamu ni hali halisi ya soko, kama pia ambapo siku ukiona bei imeshuka haishushwi na serikali wala bodi ya korosho wala TMX wala bunani inashuka kulingana na hali halisi ya bei ya soko. Naombe tuwe tunaipokea na kuendelea kusimamia ubora, ili bei hizi ziendelee kupanda zaidi. Tukajitahidi kutunza fedha zetu, tuwe waangalifu na tumie fedha hizi kwa manufaa ya maandalizi ya korosho msimu ya